Kinga imara kwa mama ambaye ni mjamzito ni muhimu sana kwa mama huyu mjamzito pamoja na kiumbe aliyoko tumboni. Na wewe mwanamke ambaye tayari ni mjamzito, ni muhimu sana kuhakikisha kinga zako ni ziko vizuri kabla hujabeba ujauzito na wakati pia wa ujauzito, kwa so, sababu hii itakulinda dhidi ya maradhi pamoja na vimelea mbalimbali visije vikaathiri ujauzito wako au mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanamke akiwa mjamzito kutumia vitu mbalimbali kama vile mboga mboga, matunda, lakini pia kutumia virutubisho ambavyo ni muhimu sana kwa mama mjamzito kama vile kutumia folic acid, kutumia Uh, vitu mbalimbali ambavyo unaambiwa na daktari wako ni muhimu sana kuvitumia, lakini sio hivyo tu, kuna virutubisho ambavyo ni maalum kabisa kwa ajili ya mama mjamzito, hivyo vinaenda kumlinda mama mjamzito pamoja na kiumbe aliyoko tumboni. Tume tunajua sasa hivi wanawake wengi ambao tunao katika jamii yetu huwa wanakinga dhaifu sana, na hii inatokana aidha, mwingine anakuwa amepata ujauzito wakati tayari alikuwa na magonjwa, kwa mfano alikuwa na PID, ana UTI, ana magonjwa mbalimbali. Lakini pia mwingine unamkuta kwamba ye mwenyewe ni mtu ambaye alikuwa hajali afya zake, kwa hiyo ni mtu ambaye ulaji wake, lifestyle yake, ye mwenyewe tu imeshapelekea kinga yake ya mwili imekuwa dhaifu. Kwa hiyo sasa akibeba tena na ujauzito uh, yani, mtoto pia inakuwa ni rahisi sana kushambuliwa. Kwa hiyo sasa, tumekuja na suluhisho pia kwa wanawake ambao ni wajawazito, wanaweza kutuona kwa ajili ya msaada, ili tuweze kuwapatia virutubisho ambavyo vitawasaidia kuweka kinga yao, lakini pia kuepusha na madhara ambayo wanawake wengi wajawazito huwa wanayapata kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo endapo utahitaji hivyo virutubisho, utanipigia simu niweze kusaidia. Lakini yote kwa yote, mwanamke ambaye ni mjamzito muhimu sana kujua namna gani ya kuweza kupandisha kinga yako ya mwili kupitia vyakula au virutubisho mbalimbali, na inabidi ufanya hivyo kabla hujabeba ujauzito uzito, na mpaka utakapokuwa mjamzito ni muhimu sana kuhakikisha kinga zako za mwili zinakuwa vizuri. Jukumu la kupandisha kinga za mwili ni letu sote, ili kinga za mwili ziweze kutulinda sisi dhidi ya magonjwa na vitu mbalimbali kama vimelea, virusi, pamoja na parasites mbalimbali.